Naam, nipo hapa viwanja vya The National Institute of Transport kwa kifupi, unaweza kaita NIT. What I'm talking about NIT ni chuo cha usafirishaji cha taifa. Sasa nimekuja hapa nataka nijue, je, vijana wa hapa NIT wanu, wanataka kugundua nini au kuona nini au kuona maendeleo gani katika Jasa TV ambayo inasema your voice, your vision au unaweza kusema your vision your voice, upo sahihi. Sasa nataka nijue kutokana na watu hao wanawaza nini au wanataka kutegemea nini kutoka kwenye Jasa TV. Twende tukaone je, watu ni wanasemaje kuhusu Jasa TV? Let's go. Ah, nipo na brother hapa. Naam. Brother, habari yako? Safi, kwema. Kwema kabisa, unakwenda kwa majina ya nani? Ah, anaitwa Michael John Madaha. Michael John Madaha. Yeah, nice name. Ah, sasa nimekuja hapa nina jambo moja. Ah, wewe kama mheshimiwa mtu mzito je nadhani una, una chochote unachofahamu kuhusu Jasa TV? Jasa uh, TV ni channel ambayo inakuwa inajihusisha na kuposti vitu mbalimbali, umeelewa mbali, uh, inaposti vitu vya kuelimisha jamii na na, na kuifunza jamii namna ya kuishi. Ndio hivyo na, kwa kifupi, kwa kifupi ndio ninachoelewa hicho. Sasa wewe sasa, kama mtumishi wa Mungu hmm, unategemea nini au unataka uone nini kwenye Jasa TV. Yaani unapoiambia media ya Jasa, je, wanapokusikiliza pale, mm, wewe unawashauri nini? Yaani unategemea uone kitu gani, ili ambacho kitakuvutia wewe na sio wewe tu, hata watu wengine ambao watakuwa wanafuatilia kikubwa. Wa, wa, wa, wadumu katika misingi ya kazi yao, watengeneze content zenye kufundisha, content zenye zenye kukubalika na jamii. Ndio hicho nachoweza kuwashauri. Sawa. Na je hautamani au kupata kipindi kidogo kwenye Jasa TV ukaenda ukaongea jambo, au ukaongea na watu kaongea na wananchi wa Tanzania ukakusikiliza, yaani, hebu iambie Jasa kama kuna jambo unalo wakupe nafasi. Natamani hilo. Ah, swala sasa tutaongea personal hilo. <laughs> Ah, ni personal basi. Mimi niseme asante, nilikuwa na mheshimiwa hapa Michael. Ni Mike? Na Mike. nilikuwa na Mheshimiwa Mike hapa. Ya unaweza kumuita Mikael, unaweza kumuita Mike, whatever the case ni jina lake. Kwa hiyo bado nipo viwanja vya NIT, sasa nipende kusema asante kwa wale ambao walikuwa wananiangalia, kwa wale ambao walikuwa wananisikiliza. Nilikuwa hapa The National Institute of Transport na nimekuta watu wakiendelea na shughuli zao. Kama hivyo nasema asante sana Mheshimiwa Mike na Mungu akubariki. Amen, barikiwe pia. Asante, asante sana.